Yesu ndiyo miongoni mwa watu wa kwanza walioweka mipango ya muda mrefu na ambayo bado wanaisimamia wana, wana, sidhani kama kuna mwanadamu yeyote au kuna mtu yeyote ambaye amewahi kuweka mipango ya muda mrefu kama Yesu, hamna. Na leo nataka nikuonyeshe ni kwa jinsi gani Yesu mwenyewe alianza kwa kuweka mipango ya muda mrefu na bado anaendelea kuipanga. Nilikuwa nasoma maandiko nikashangaa sana, nikasema Yesu hujatimiza ile mipango bado mpaka leo? Akasema bado, ile sio ya muda mfupi, hiyo mipango niliyoiweka ni ya muda mrefu. Katika, katika kitabu cha Yohana sura ya 14 tutasoma mstari wa kwanza hadi ule wa tatu, inamzungumzia Yesu mwenyewe ya kwamba hakutaka kukurupuka wala hakutaka kutukurupua sisi ah. Ukisoma Yohana kumi na nne mstari oh, wa kwanza hadi wa tatu angalia long-term plan of Jesus Christ, mipango ya muda mrefu ya Bwana Yesu, anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu niaminini na mimi. Mstari wa pili ndo anatupa mipango sasa ya muda mrefu Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia. Maana nakwenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili niwepo, nilipo mimi nanyi muwepo. Najua Yesu tungeondoka naye kipindi kile amefufuka. <laughs> Yani, bwana mfufuka anavyoenda kwa Baba ilikuwa aondoke na watu wake wote, biashara ishia hapo. Lakini akasema hivi, yamani, sikilizeni, kina Petro kina Yohana kina Matayo kina Andrea kina nani, ebu subilini, tungeweza kwenda wote leo tukapaa wote kwenda kwa Baba, lakini naomba nipeni muda, nipeni muda nikajiandae nipeni muda nikawaandalie, yaani sitaki mwende kule mfike mmesimama, sitaki mwende kule mfike amjulikane nyange anakaa wapi. <laughs> kiti cha mchungaji nyange kiko wapi? kiti cha loi kiko wapi? kiti cha metrida kiko wapi? kila kila mtu anataka akija, yani kuna mahali pako napaandaa kabisa, kwamba Ludovika anakaa pale Mama Kaijage atakaa pale, nani atakaa huku, Stella atakaa pale. Yaani kila mtu ana mahali pake, naenda kuwaandalia sasa. Akutaka tuende naye, manake pale ilikuwa ilikuwa, sasa mzee Yesu tungeenda wote huku, naandaa hapo hapo fasa fasa, alafu tunaa mtarudi. Mimi naenda kufanya maandalizi, alafu ntarudi kuja kuwachukua, ili mahali ambako mimi nilipo na ninyi mpate kuwepo. Ni miaka mingapi sasa toka ameondoka? Ni miaka mingapi sasa toka Yesu ameondoka? Zaidi ya miaka elfu mbili na ishirini toka Yesu amesema, ngoja nikaandaye, alafu nitarudi kuwachukua. That was long, long haya yalikuwa ni malengo ya muda mrefu sana. Yani, kama Yesu ameenda kuandaa makao na hajamaliza bado, hata sasa bado anaandaa kwa sababu anasema akimaliza tu ndo anakuja. Na toka ameondoka imeshapita miaka elfu mbili na ishirini akiendelea na maandalizi ya kuja kumchukua mshobozi mshobozi anaandaliwa maeneo mahali pake pakukaa ambapo mpaka sasa imechukua miaka elfu mbili na ishirini na bado hatujui kwamba ndio amekaribia kumaliza au bado, kwa sababu wakati Yesu anaondoka na ameacha maneno haya, Mtume Paulo alikuwa anaamini kabisa ya kwamba Yesu amesema anaenda kuandaa, anarudi. Kwa hiyo hata Paulo alikuwa anaongea na watu akiwaambia, jamani wakati Yesu atakapokuja kama alivyosema atarudi, kwanza ataenda kuwafufua wafu, alafu akitoka huko ndo atakuja kwetu sisi, atakuja kutunyakua. Kwa hiyo Paulo alikuwa anaamini yeye ni miongoni mwa watu watakaonyakuliwa, yani Yesu wakati anarudi atamkuta Paulo bado yuko hai. Kumbe na Paulo mwenyewe mpaka atakufa, naye itapita maelfu ya miaka Paulo aliyekuwa anamsubiria Yesu ameenda kuandaa, hajarudi bado. Long term planning, mipango ya muda mrefu. Ukisoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 15. 5 Wathesalonike wa kwanza 4:15 utaona maneno ya faraja, maneno ya matumaini ya mtume Paulo akiwa na imani kabisa ya kwamba Yesu muda wowote atakuja kama alivyoahidi. Maandiko yanasema kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana kwamba sisi tulio hai, do you hear, unasikia hiyo Di, Paulo hapa anasema sisi tulio hai, anasema sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana hakika ha, hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa hiyo Paulo mwenyewe anaongea kwa uhakika kwamba sisi tulio hai Yesu akija atatukuta sisi kwanza, tuko hai na hatutawatangulia waliolala. Yani ataanzia kwanza kuwafufua wafu Alafu akimaliza huko ndo anakuja kwetu sisi kina Paulo na kina nane na nani, na nani na lakini leo hii ni miaka mingapi tokia Paulo mwenyewe acha na Yesu kwanza, tokea Paulo mwenyewe pia kufa. Wathesaloniki wa kwanza sura ya nne mstari wa kumi na saba anasema, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu. Kwa hiyo, Paulo alikuwa ajihesabu kwamba anakufa, Paulo alikuwa na hesabu yuko miongoni mwa watu ambao Yesu atakuja kuwanyakua, kwa maana aliamini kwamba amesema, anaenda, atakuja. Lakini ile ilikuwa ni long term planning, mipango ya muda mrefu.